Mwongozo wa kujifunza Biblia hii ikiwa ni Aprili 15, siku ya Jumanne. Mke kahaba wa Hosea. Ombi la Mungu kwa Nabii Hosea linaweza kuwa mojawapo ya kazi za ajabu zaidi kuwahi kupewa mojawapo wa watumishi wake. Kuoa kahaba kwa kukusudia. Lakini Mungu alikuwa akimtumia Hosea ili kutusaidia kuelewa kwa mtazamo wake mwenyewe maumivu ya dhambi na uasi wa mwanadamu. Mungu kwa upendo alikuwa amemchagua mke Israeli, ambaye alivunja uaminifu wa ndoa tena na tena. Lakini cha kushangaza sana, alimtoa tena na kumrejesha. Linganisha Hosea sura ya kwanza aya ya pili, Hosea sura ya tatu aya ya kwanza, Ufunuo sura ya kumi na saba aya ya kwanza na ya pili. Na Ufunuo sura ya 18 ya kwanza hadi ya nne. Ukahaba unaotajwa hapa ni upi? Kanisa la Kikristo linaweza kujifunza masomo gani kutokana na kisa cha Hosea? Ni kwa njia gani kanisa limerudia dhambi za agano la kale? Biblia inafunua kwamba makosa ya Israeli katika agano la kale yangerudiwa kwa kiasi kikubwa na kanisa la Kikristo la agano jipya. Watu wa Mungu wa agano walipotoka sana kabla ya uhamisho wao, wakileta desturi za ibada ya sanamu ya mataifa jirani katika taifa la Mungu la agano. Mapema katika karne ya nne, kanisa la Kikristo likiona faida inayoweza kuwepo lilijipendekeza kwa mfalme wa Rumi Konstantino na kumwalika aanze kutatua migogoro ya kanisa. Katika kila kisa watu wa Mungu walitangatanga nje ya uhusiano wao naye ili kupata ufumbuzi wa matatizo yaliyojitokeza. Uchaguzi wa Mungu wa maneno unafanya ionekane dhahiri kwamba hajaribu tu kutuonesha kile tulichokosea, bali jinsi kinavyomfanya ajisikie. Wale ambao wamesalitiwa na wenzi wao wanaweza kuanza kuelewa hisia za uharibifu ambao kukosa kwetu uaminifu kwa Kristo kunaweza kuchochea katika nyua za mbinguni. Huenda sehemu ya kushangaza zaidi ya kisa cha Hosea ni umbali aliyofika nabii ili kumkomboa wa mke wake mkaidi. Tunapoona kilio cha mwisho kwa jamii ya wanadamu huwaita watu wa Mungu kutoka Babeli, inafaa kuona kwamba anawaita watu wake wenyewe na si wageni, anawajua kwa karibu, anawapenda na kadiri dunia inapoelekea saa yake mbaya zaidi, bado analipa bei ya ukombozi ambayo aliilipa ili kutununua tena kwa damu yake mwenyewe. Msalaba wa Kristo, zaidi ya kitu kingine chochote, unapaswa kutuonyesha jinsi Bwana anavyotaka kuwaokoa watu wake wakaidi. Ni njia zipi leo ambazo kanisa lolote hata letu wenyewe linaweza kuwa linafanya uasherati wa kiroho hii? Ni Aprili 15, mada ikisema mke kahaba wa Hosea. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii ya mwongozo wa kujifunza Biblia leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo idumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.